Usalama wote waliohusika na mauaji wawajibiki au kuwajibishwa na mamlaka zao za uteuzi. Hasira ya wananchi ipo katika kuona hakuna anayewajibika kwa matendo maovu waliofanyiwa raia. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashirikisha washiriki, utakao wadau wa ndani na nje. Wadau tunawapendekeza watoke kwenye tume huru isiyofungamana na upande wowote, kama jumuiya na taasisi za kimataifa, taasisi za dini, asasi za kiraia na wataalamu wa haki na mambo ya kidemokrasia na serikali yetu iwe tayari kupokea na kufanyia kazi ripoti watakayotoa. Hii inaweza kuwa moja hatua muhimu ya kuponya taifa letu. Hii ni EMP Africa Radio wana habari. Tumsifu Yesu Kristo. Ifuatayo ni tafakari ya baraza la maaskofu Katoliki Tanzania teki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 ya namna ya kuwapata viongozi. Jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu ishirini kumi na sita. Chaguzi zinakosa ushindani wa haki, ukweli, uwazi, uhuru na kuaminika. Utendaji ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola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 Bwana Yesu anatufundisha nayo hiyo kweli itawale uhuru. Yohana sura ya nane, mstari wa 32. Namba tatu, uchunguzi. Kwa kuwa jambo hili limesababisha maafa, tunashauri ufanyike uchunguzi utakaowashiriki, utakaowashirikisha wadau wa ndani na nje. Wadau tunaowapendekeza watoke kwenye tume huru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 nasi tuombe ili kujenga umoja wa kitaifa kama Yesu anavyotukumbusha, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo wamoja. Yohane sura ya 17 mstari wa 22. Hitimisho, tukumbuke kwamba risasi hazikuwahi kunyamazisha watu, kwani vifo huhamasisha vifo zaidi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 amina bikira maria mkingi wa dhambi ya asili na mlinzi wa taifa letu amen ni sisi maaskofu wenu kurasini dar es salaam novemba 15 2025 asanteni asante sana baba askofu rais wa baraza la maaskofu katoliki tanzania kwa kutushirikisha tafakari na sala ambayo mmeifanya kwa pamoja. Ni mwaliko kwetu sisi sote kuendelea kuiombea nchi yetu ili irudi katika hali yake ya kawaida. Na tunaamini kwamba Mungu wetu aliye Mungu wa upendo ambaye ni Mungu wa amani ataijalia nchi hii amani, upendo na mshikamano tena. Baada Uh, mwisho, ningependa ngependa mawashamu maaskofu